Makardinali wa Kanisa Katoliki kutoka sehemu mbalimbali duniani wapo Vatican City, tayari kwa mkutano wa kihistoria wa kumchagua papa mpya unaoanza kesho, kufuatia kifo cha Papa Francis Aprili 21 mwaka huu. Makardinali 133 kesho wanaanza mkutano wao wa faraga unaofanyika katika kanisa la Sistine Chapel, ambako watachagua kiongozi mpya wa Kanisa Katoliki duniani ambalo lina waumini wapatao bilioni 1.4 duniani kote. Makardinali watakuwa wanakaa katika nyumba ya wageni ya Santa Marta katika kipindi cha mchakato huo ambao unaweza kuchukua siku hadi miezi kadhaa. Ikiwa sehemu ya maandalizi ya shughuli hiyo ambayo inatakiwa kufanyika kwa usiri, wafanyakazi kada mbalimbali wa Vatican kama wafanya usafi, wapishi, wafanyakazi wa ujenzi na wengineo wamekula kiapo cha kutunza siri. Makardinali watakaoshiriki katika uchaguzi huo watatakiwa kuacha simu zao katika sehemu maalum ambapo wakianza mchakato wa upigaji kura watachoma moto kura zao, ambapo ukitoka moshi mweusi itaashiria upigaji kura unaendelea, wakati ukitoka moshi mweupe itakuwa ni ujumbe kuwa papa mpya amechaguliwa. Wakati huo huo, kardinali wa Kenya John Njue mwenye umri wa miaka 79 hatashiriki katika mchakato huo kutokana na sababu za kiafya, kwa mujibu wa taarifa ya askofu mkuu wa jimbo kuu la Nairobi, Philip Anyolo. Na masi ni yapi ambayo huzingatiwa katika kumchagua papa mpya tunayamulika hapa kwa muhtasari, tuweze kuyatazama yale ya msingi ambayo huwa yanazingatiwa katika kumchagua papa mpya. Tunafahamu makadinali hao zaidi ya 130 kutana Vatican kwa ajili ya kumchagua papa mpya hapo kesho na uh, kwa kawaida makadinali chini ya umri, kwa maana ya wenye umri wa miaka 80 kushuka chini, kuanzia miaka 80 kushuka chini, ndio watakaokutana na kula kiapo uh, katika kikao hicho cha siri wanaita conclave kwa ajili ya kumchagua uh, papa mpya na mgombea sasa au anasema yule kardinali ambaye atashiriki katika uh, katika uchaguzi huo ataweza anatakiwa kupata uh, angalau theluthi mbili ya kura zote za makardinali zaidi ya 130 ambao wanakutana, ili aweze kuwa papa au kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Na jambo lingine baada ya kura za siri au za hizo kura ambazo zinapigwa hizo, uh, uh, karatasi zitaweza kuchomwa moto na kwa kawaida zinapotoa moshi mweupe, sasa ndio kuashiria kwamba ndiye kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani. Kwa maana ya baada ya kiongozi au kardinali kupigiwa kura zaidi na kufika zaidi ya thuluthi mbili uh, karatasi zitachoma moto kwa kutumia kemikali maalum zitatoa moshi mweupe kuashiria kwamba ndiye kiongozi uh, wa kanisa Katoliki duniani kwa mujibu wa taarifa hizo na kwa kawaida, sasa mshindi anapopatikana au uh, katika hao makadinali atakayekuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani kupitia huo upigaji kura, ataulizwa ikiwa ameridhia, na atasema accepto. Hiyo ni kwa lugha ya huko, na kwa maana hiyo ni kukiri kwamba ameridhia kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani na papa mpya. Baadaye sasa ataweza kutangazwa, ili ulimwengu sasa uweze kufahamu kwamba huyu ndiyo kiongozi wa kanisa Katoliki duniani ama papa na tunaye papa, ndio neno ambalo hutumika kuweza kumtangaza kiongozi huyo, na baadaye sasa kiongozi huyo atatoa uh, baraka kwa waamini wa kanisa katoliki duniani, kwa maana ya kuashiria kwamba ndiye kiongozi wa kanisa katoliki duniani huko Vatican katika kibaraza maalum ambacho papa hutoa baraka kwa waamini.